Nasema tuwatendee kwa akili wasije wakaongezeka. Ponti ya msingi, tuwatendee kwa akili wasije wakaongezeka. Adui siku zote huwatendea watu kwa akili wasiongezeke kwenye uchumi, anawatendea kwa akili wasiongezeke kwenye kumiliki watoto, wanawatendea kwa wasiongezeka kwenye kilimo. Ndio kazi ya adui siku zote, anasema tazama watu wao wana nguvu kuliko sisi. Okay, kama wewe sasa, wachai wanajua una nguvu kuliko wao, waganga wanajua una nguvu kuliko kwao, ukiomba unaharibu vibuu vyao, unateketeza hirizi zao, unaharibu silaha zao za kichao. Wanajua kabisa una nguvu kuliko wao, kwa hiyo wanasema tu wasije wateja, tutembee kwa akili, tuloge mifugo yake sizaliane, tuloge mifugo ife, tutembee kwa akili, maana na nguvu kuliko sisi. Kuanzia leo hawatakuweza tena kwa jina la Yesu aliyetuokoa, Amen. Ninatangaza na ninatanpa kama mtumishi wa Mungu kwamba hawatakuloga tena wala kuloga chapako kwa, kwa jina la Yesu aliyetuokoa, ninatangaza